Airbnb ni nini? Hili ni swali ambalo tumeulizwa sana hapa mtandaoni na nakwenda kuijibu kwa urahisi kabisa ili upate kuelewa. Habari tajiri, kwa majina Ian Metili, naitwa. Mimi ni mjasiriamali nilijikita kwenye short-term rentals na na experience ya miaka mitano kwenye hii biashara na highlight kubwa ikiwa ndani ya miezi kumi na moja tulikuwa tumeweza kutengeneza mapato ya milioni tisini na moja na kwa sasa tunaingia kwenye video ambayo imejaa thamani na najua itakwenda kubadilisha kabisa mtazamo wako kuhusiana na biashara hii. Twende tukaangalia video hii. So kiufupi ni kwamba Airbnb ni jukwaa la mtandao linalowezesha wamiliki wa nyumba kuorodhesha nyumba zao na wanaziweka pale. Kwa nini? Ili kumsaidia mtu anayetafuta hizo nyumba, probably ni mgeni kutoka taifa, mataifa mbalimbali mbali, au inawezekana hata kwenye mkoa au taifa hilo hilo kupata hiyo apartment au nyumba au vila kiurahisi. So kiufupi kwenye hizo platform unaweza ukalist nyumba, unaweza ukalist chumba, unaweza ukalist kitanda na unaweza ukalist tents. Na baadhi yenu nahisi mnawangalia hapa, mnaweza pia mkalist, um, kama una, um, boti, unaweza ukalist boti yako pia, but najua kwa wengi ambao mnaangalia hapa, tuna deal na hizi tatu, ambapo either una nyumba, una vila, una chumba. Maana yake mfano probably kwa mtu mwingine ambaye hajui, una uwezo wa kulist chumba, sio nyumba nzima. Chumba kwa mfano, upo Dar es Salaam, nyumba yako ina vyumba vinne na unajua kabisa vyumba viwili havitumikagi sana, na vyumba vyote hivyo vina vitanda, viko vizuri, yani havina shida, mazingira ni mazuri na you know, ni, ni, ni chumba cha nyumbani. Kwa hiyo kama ni chumba cha nyumbani kwa kiko vizuri, kuna watu ambao wako tayari kukodisha hicho chumba kwa bei ya chini, obviously unaweza ukakodisha kwa bei ya juu kwa sababu wangeza kupata nyumba. Kwa hiyo unakuta labda nyumba inakodishwa dola 70 vyumba viwili. Lakini mtu akitaka chumba viwili ndani ya nyumba yako, unaweza kukuta labda chumba kimoja unakodisha unakodisha labda dola 25 25. Anaweza akapata huyo mtu vyumba viwili kwa dola 50, right? Kwa hiyo kupitia listing ya chumba wewe unaweza kutengeneza kipato hicho cha dola 25 kama ni viwili maanake ni dola hamsini. Lakini pia kitu kingine ambacho wajui ni kwamba una uwezo wa kulist kitanda. Hii naomba unisikilize kwa makini hapa, kwa sababu kuna dif, aina tofauti tofauti ya wateja walengwa. Kuna watu ambao wanakuja hapa tunawaita budget travelers au students pia. Budget travelers, manake wana kipato kidogo na wanataka kuhakikisha ya kwamba huku wanafanya safari zao za utalii hapa na pale au kama wanafanya safari zao za ku-explore labda Dar es Salaam, Tanzania na wanahitaji kutumia hela kidogo iwezekanavyo, kwa hiyo wanatafuta sehemu ambapo wanaweza wakakodisha chumba kama hostel. Hawataki kukaa kwenye motel, kwa sababu kukaa kwenye motel inakuwa tu ni kama um, nisemeje, kuna vitu ambavyo hawawezi kupata Compared to mtu ambaye anakaa kwenye nyumba, kwa sababu kwenye nyumba unaweza ukakuta labda una vyumba vitatu ambavyo ndani ya hivyo vyumba kuna double decker mbili mbili mbili mbili, nikimaanisha kwamba chumba cha kwanza ina double decker moja ambayo ina vitanda viwili na nyingine ina vitanda viwili. Kwa hiyo kiufupi, kwenye chumba kimoja una, una vitanda vinne, sio? Kwa hiyo kama una vyumba vitatu, maana yake ni mara tatu, una vyumba kumi na mbili una, sorry, una vitanda kumi na mbili kwenye nyumba moja. Kuna watu ambao tayari kulala na watu wengine. I know kwa sisi wa Tanzania unaweza ukaona ni kitu cha ajabu, lakini uh, kwa wazungu au kwa watu wengi ambao ni wageni wanaotoka nje ya nchi ambao ni budget travelers hawana shida na kulala hivyo. In fact hizo wanazitreat waga kama hostel so hawa watu wako tayari kulala, let's say they are four friends wanachukua chumba kimoja ambao unakuta wamelipia labda kila moja analipia kitanda kitanda, labda dola 15 au dola 10, dola 10 10 10. Maana yake wewe kwenye kwenye hicho chumba unakuwa unapata dola 40 kwenye chumba, lakini kwa wao hawaangalii chumba kizima. Kumbuka huu ni mtu mmoja ana book ana book tu kitanda cha dola 10, sawa. Lakini kinachomfanya book hapo kwako ni nini? Ni kwa sababu it's a bigger house. Kwa hiyo unaweza kukuta ina sebule, ina sehemu ya jiko ina sehemu ya public ambayo probably ndio sehemu ile ambayo hata kipata mteja, sio lazima mlete chumbani, anaweza kukutana naye pale. Most probably ina eneo la nje, probably anaweza ka chill. So vitu vyote hivyo, imagine angekuwa amechukua hotel, angevipata wapi? So mbona advantage inatokea hapo na kwa nini watu wako tayari kuchukua hata vitanda? So hizo common ambazo tunaziongelea hapa ni nyumba, chumba na kitanda. Vyote hivi, unaweza ukajipatia kipato hapa kupitia Airbnb. na kama unavyoona navyosistizia hapa ni kwamba watu wengi tunaifahamu kama Airbnb tho, hii biashara kiufupi inaitwa biashara ya short term rentals. Short term rentals ni kimaanisha upangishaji wa nyumba kwa muda mfupi, ya kwamba biashara kuu ambayo tunaiongelea hapa ya short term rentals, ndani yake ndo kuna majukwaa tofauti tofauti kama ilivyo vile Instagram, TikTok, Snapchat, Facebook na kadhalika. Zote hizi ni mitandao ya kijamii, lakini kuna common ambayo labda ilikuwa mda fulani, common ambayo mda wote ilikuwa Facebook. Watu wengi walikuwa wakiona mitandao ya kijamii ni kama Facebook. Unajua una relate to Facebook kwa sababu nini? Facebook mda wote ilikuwa mtandao wa kijamii uh, wa kwanza mkubwa ambao wengi tulifahamu. So the same way ilivyo kuhusiana na Facebook ndivyo ilivyo Airbnb. Airbnb ni platform ambayo inakusaidia kuweza kulist nyumba au kama unataka nyumba kuipata huko, lakini haimaanishi kwamba biashara nzima inaitwa biashara ya Airbnb; inaitwa biashara ya short-term rental business, ambapo huko ndani kuna majukwaa tofauti, mojawapo ikiwa ni Airbnb ambayo watanzania wengi ndio tunaifahamu, na ndio kwa maana hata biashara inaitwa Airbnb business kwa watu wengi, lakini kiufupi ni kwamba it's short-term rental business. So majukwaa mengine ukiachana na Airbnb ni hapi. So tuna Airbnb tuna Booking.com, tuna VRBO, kuna Agoda.com. Zote hizi ni platform ambazo zinafanya kitu kimoja, na kwa zingine wameenda hata hatua moja mbele ya kuhakikisha kwamba wana wanalist mahoteli sawa, eh? lakini kwa Airbnb currently utakuta ni more, labda kama ameongeza segment ya hotel, lakini kwa sasa hivi mara nyingi ni apartments, villas, um, na vitu vingine but not hotels. Asante kwa kuangalia video hii na kama unataka kuendelea kujifunza zaidi, kuna videos tunazo hapa kwa ajili yako. Lakini pia kama umepata kitu cha thamani, please usisahau kusubscribe, share na mwingine ambaye anataka kujifunza zaidi kuhusiana na hii biashara, like au comment. Hii yote inasaidia video zetu kwenda zaidi kwenye algorithm ya YouTube. Mimi ni Ian Metili. Kumbuka wewe ni tajiri.